Niendelee kuwapongeza lakini, kuendelea kwa shauri kwamba zile mamlaka zingine ambazo nazo zinakusanya maduhuli ya serikali muwawezeshe kimaarifa, kwa sababu mamlaka ya mapato peke yake, mamlaka ya mapato TRA peke yake kukusanya kodi za serikali zikatimia kufanya utekelezaji wa ahadi ambazo zimetolewa na serikali, pengine inaweza isitosha mnafahamu mamlaka hizo pia hukusanya na kutumia wao wenyewe, lakini wakikusanya kiasi cha kutosha na kukusanya na kutumia wao wenyewe inapunguza mzigo mkubwa sana kwenye matumizi ya mapato ambayo yanakusanywa na, na TRA. Uongo kweli? Kwa hiyo wasaidieni kimaarifa, najua nyinyi ndio think tank iko huku wale wakifanya vizuri, serikali itaneemeka. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.